Wapendwa katika Kristo, nina ujumbe, nina ujumbe kwa ajili yenu. Ni nini? Mwezi wa tisa tarehe kumi na tatu, tuna mkutano ambao unakwenda kufanyika wa kusifu na kuabudu Agape, kusifu na kuabudu. Ninapenda kukualika mpendwa mwenzangu, angalia shamra shamra niliyonayo ika zenye pesi itakuwa ni baraka tele kwa wewe mpendwa ambaye utapenda kusikiliza na kujoin na kuungana na sisi katika mkutano huu. Ninakusi usikose katika mkutano wetu ambao unakwenda kufanyika mwezi wa tisa tarehe 13 na saa tisa kamili jioni. Address utaipata hapo chini, angalia address. Ninakusii usikose. Kutakuwepo kwaya, kutoka sehemu tofauti, kutakuwepo muziki ya za ajabu, kutakuwepo sauti nyororo kutoka katika kanisa tofauti ambazo tumealika. Kichwa chetu cha neno ya mkutano wetu ni nguvu ya msalaba. Mpendwa, usikose, usikose. Bwana ana mpango na wewe, ana mpango na mimi, ana mpango kwetu sote. Ninakukaribisha, karibu karibu na usikose. Kutakuwa chakula za Kiafrika. Kwa hiyo ndugu yangu, usimisi opportunity. Usikose nafasi yako hii. Ninakukaribisha karibu, na Bwana akubariki. Amen. <tikana>